Hapakuwa na space katikati, hasa kwenye midline block, manake walikuwa very intact, au kulikuwa na compactness ya hali ya juu kwenye eneo la katikati. It was not easy kwa mpira kupita eneo katikati, otherwise sirudishe nyuma. Ndio maana unaona Yusuf Kagoma, kiungo huyu, pamoja na eh, eh, mchezaji kama eh, Mavambo Dibra walikuwa walikuwa watu awapite ah, tunasema ni eneo la katikati, mm. kone chano ya katikati. Ina maana walikuwa wanarudisha mpira nyuma na kutumia winga wa kulia na kushoto ambao leo walikuwa sio winga asilia mm. Ndio maana Duchu most of time ndio alikuwa anatumika kwa overlap na kwenda kutumika kwenye eneo la pesi ya kushoto au ya kulia, e, kuweza kumwaga maji, maana yake kuweka zile cross katikati. Ina maana mechi ya leo ilikuwa na mitaji natural wingers kama Kip Dennis au mtu kama eh e, e, bwana mdogo Chasambi ambaye hakuwepo hata kwenye kwenye substitution ndio maana ikawa ngumu kuifungua defense ya mashujaa ambayo ilikuwa iko compact, yani wameshikamana. Unajua, sasa Simba ni wazuri kuna eneo la ushambuliaji, tufanyaje? Tunazuia muda mwingi, tunakaa kwenye nyuma ya mpira, watu kumi mpaka tisa wako nyuma ya mpira kwenye low block. Wakipata mpira, wanafanya quick transition kwenda eh, transition kwenda kwenye eneo lao la juu, hasa kwenye transition first to attack kwenye eneo la juu ya Simba, na wao wakafanikiwa kwenye first half. Ukaona kabisa Simba ameondoka eh, with no shot on target Hmm. Yani first half kwa mara ya kwanza Simba anamaliza bisi no shot on target, hmm. Lakini wao wakawa na shot on target moja na goli moja unanielewa? Kwa hiyo ulikuwa ni mpango mkakati, ni tactical approach nzuri ambao wenzetu a kuja nayo na niwapongeze tu mashujaa wamekuwa timu bora sana. Tunapokutana nao mara ya kwanza Kigoma, mechi ilivyokuwa ngumu, wamekuja wamekania, wameahidiwa milioni mia na mdhamini wao wakifunga Simba, matokeo tushukuru tu Mwalimu alikuwa, alikuwa na uelewa huo akaamua kufaa sabu za mapema kumtoa Ducho ambaye alikuwa anaonekana hayupo kwenye mchezo na endaye na, na spidi ya mchezo, mm. alikuwa ki, akikimbia mbele wakati tupo in, in possession mm. tuna mpira anachelewa kurudi wakati tikiwa tumekabwa, manake off possession ikawa ngumu kurudi kwa position, manake anatoa space kwa wao kuitumia space yao space ambayo shimo ambayo limeachwa na duchu kutushambulia. Dokta, kelele nyingi baada ya mchezo kutamatika ni watu wamemvaa Kefa Kayombo mm, e, ni wazi kweli Kefa Kayombo anastahili lawama kwenye mchezo wa leo hapana. Sisi watu wa Simba ndio tunapaswa tumlalamikie Kefa Kayombo kwa sababu alipaswa atoe kadi nyekundu nne mm, ila ameamua tu kuwa muungwana na kuchezesha kistaarabu akaamua kuwapa kadi nyekundu moja. Kuna wachezaji amecheza amecheza foul zaidi ya mara tano, kamchezea Mpanzu akala njano Which is alipaswa kuwa apate njano ya pili atoke nje, mm. na kuna mwingine amemchezea Edwin Chazi barua zaidi ya mara tatu rafu alipaswa apewe njano nyekundu, mm. ile refa kwa sababu ni muungwana amechezesha vizuri na akamhurumia, mm. eh, kwa kuadhibu kwa, kwa, kwa, kwa staili akaamua kumpa njano, lakini leo ukiangalia ile eh, toto football analysis ya leo walipaswa apate kadi nyekundu nne nne hawa mashujaa, ah. kwa aina ya mchezo ambao walikuwa wanacheza ni rafu, ah. walikuwa wamekuja kumuumiza wachezaji wetu, tuwaambie tu timu zingine ambazo zinakuja mbele yetu, mm. JKT Tanzania Pamba Jiji pamoja na KMC hmm, wasicheze kukamia Simba. Simba ndio timu pekee ambayo imebakia inawakilisha taifa hili kwenye fainali za Kafu mwaka huu. Kwa hiyo sisi tuna, tuna kazi kubwa ya kitaifa tarehe 25. Mkitumizia wachezaji wetu mapema ambao ni potential, matuumiza mtakuwa matuumiza matuonea Dr. uh, mchambuzi mmoja amesema kwamba timu bora imepoteza mchezo uh, na akataja kwamba mashujaa walikuwa ni timu bora uwanjani. Ni kweli mashujaa walikuwa bora zaidi ya Simba leo hii? Huyo mchambuzi anaitwa nani jina lake? Nimesoma komenti ya mchambuzi mmoja Hans Rafael anasema kwamba uh, eh, mashujaa walikuwa bora zaidi ya Simba. Huyo sio mchambuzi ni shabiki wa klabu klabu, ya si, wa klabu, klabu ya Yanga. Tofauti yake yeye na mimi yeye havai ya ya mm. Mimi mimi yeye jezi jezi ya ya ya timu timu yake ila naivaa yangu yangu na na na na na na bendera hii hapa. Hiyo, ah, ndio tofauti eh. Umeona mjadala aliyekuwa anawataki na kuwashambulia TFF na bodi ya ligi swala la kuahirishwa kwa mechi ya ya dabi. Eh. Aliwaaminisha wana Yanga Yanga akawadanganya viongozi wa Yanga na kwamba, na ligi, wamekosea, na umma Tanzania kwamba TFF bodi hwasayan aana na Yanga wakienda kasi watashinda kesi. Leo kiko wapi e? Kesi Yanga imeangukia ime, ime pua mm-hmm jana kasi umetoa matokeo mm. Yanga hawakupaswa kesi kuipeleka kasi mm -hmm. na mashtaka mash, ambao wamepeleka kasi yeah, hayana mashiko. Kasi imeamua kutupilia mbali yeah, shtaka lile na kurifuta kabisa, kuliondoa kwenye hasadi zake za mashtaka yote ya mwaka elfu mbili ishirini na tano. Hizi ni akili ambazo Hansi Rafaeli aliwa, aliwashauri aliwa, aliwa, aliwa, aliwa Yanga mm -hmm. na wajinsi ambavyo walivyo wakamfuata sasa, wameingia milioni moja na milioni mia na hamsini. mm -hmm. Hansi Rafaeli sio mchambuzi, yule ni shabiki wa Yanga kwako kwa, kwa, Yanga kurudishwa uh, walipotoka, ina maana CAS wamewarudisha Yanga TFF. Kwa kweli hili limekaje? Ukiwa kama mshabiki wa Simba ni wazi kwamba umefurahia zaidi kwenye hili ambalo umetoka. Kwanza idara ya Yanga, ya Yanga Afrika yote ni fake. Yaani wanasheria wa Yanga wote, anayejiita mwanasheria wa Yanga ni aibu. Hata kama uki, ukisimama huko mtaani ukiulizwa unafanya kazi wapi, usiseme nafanya kazi Yanga idara ya sheria utachekwa kwa mm -hmm. sababu hawajawahi kushinda kesi toka nimezaliwa nchi hii brother, hakuna kesi ya, mwanasheria wa Yanga amea kushinda mm. Morrison awapea kasi akawashinda, yule kocha wa Yanga kawashinda. Lazaro Scambole kawashinda, kiungo wa Piero. unamjua kiungo wa Piero? Gary Bigimana kwa preka kasi wamemlipa milioni 700. Kila kesi ambayo ukipeka kasi kwa Yanga, Yanga anagukia pua, hawana wanasheria. Nitoe rai tu wanasheria wote wa Yanga, ni wakati sahihi kuanza kuchukua shule kwa, kwa, kwa advocate wetu msomi advocate Hosea E, Hosea Chamba mm, wapate shule maalum ya namna gani ya kuweza kusimamia sheria na kutafasiri sheria. Advocate Hosea alikuwa peke yake. Yanga waliajiri wanasheria kumi wote wamegaragaza kafu, mm, wote wamegaragaza kwa hiyo Hosea ni mwombe baba kakaangu Hosea na kuomba fungua darasa huru ya sheria ili ufundishe wanasheria wote vilaza wa nchi hii ambao walikuwa wanakimbia darasani kusoma wakati wewe unasoma. Nzuri. Daktari, baada ya taarifa hiyo kutoka, lakini bado Young African msimamo wao ni ule ule kwamba hawachezi. Hawana msimamo wote mbele ya mamlaka. Mechi itapangwa, na press release ya bodi ya ligi umeiona, na leo Stephen Mguto mzee wetu Steven Mguto, mwenyekiti wa bodi ya rigi. E, Steven Mguto amesema kupitia moja ya chombo cha habari, akasema yeye wakati wa, anawa, anasikia Yanga anakwenda kasi, yeye alifanya sherehe, alianza kufurahia kwa sababu alijua wanakwenda kuangukia pua. Kwa hiyo muda wowote ye kaa mwenyekiti wa bodi ya rigi anaitisha sekre, sekretariat inakaa kikao kupanga ratiba lini mchezo namba mia wa dabi ya Kariakoo utachezwa na, moja, themanini na nne, ya Kariakoo, na hapa sasa anajiona ye ni mwanaume kuliko mtu yoyote, asije uwanjani, Dokta hapa ikipangwa dabi. uh -huh. anajiona ye ni mwanaume yoyote yule kwenye nchi hii uh -huh. asiete timu uwanjani uh -huh. kabisa Sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi, TFF kanuni zao ziko wazi. Usipowata timu wanjani, tutachukua alama kumi na tano watakupo, watakupokonya mm. Sisi tutapewa pointi tatu na alama tatu, na sisi tunawaambia Yanga nyewe sio wanaume. Kama nyewe wanaume kweli, msije timu wanjani. Yanga sio wanaume kama nyewe wanaume wallahi, napenda msije timu wanjani. Nakwambia Yanga sio wanaume, kama ni wanaume kweli, wasije timu wanjani. Uone shughuli yao mm -hmm. kama wanaume mm -hmm. wasiti raisi wao makamu wao mm -hmm. Harafati Haji aliandika na kutwiti mm. atakuwa mtu wa mwisho kuamini kua mm. kama Yanga Afrika itacheka peka timu uwanjani yeah. kucheza dabi nyingine yote zaidi ya tarehe nane mwezi wa tatu, tumwambie tu Harafati Haji kasi ndio hiyo mliokimbilia. TFF ndio mwenye mpira wao na bodi ya ligi ndio baba wa soka, twende kazi, isonge mbele, kazi iendelee hii ambayo <laughs> mm. imeoneshwa <laughs> Uh, unajipa matumaini gani kuelekea katika michezo inayokuja? Matumaini makubwa, JKT tutawafunga. mm. Pamoja itakuwa mechi nyepesi, itakuwa ni mechi ngumu, ila tutawafunga. wanapocheza kwenye uwanja wao nyumbani Meja Jenerali Isamuyo, wanakuwa bora sana, hasa kwenye kuzuia na ni wazuri. Umeona Yanga Afrika ameenda pale, ametoa dua, ameambulia alama moja. Sio timu nyepesi JKT, timu ngumu, tujipange tu tujue tunakwenda kwenye uwanja mgumu na timu ni ngumu. Kikubwa tujiandae vizuri, na mwalimu leo, makosa ambayo ameonekana leo hasa kwenye eneo la ushambuliaji, afanyie masahihisho kwenye uwanja wa mazoezi, ili tarehe tano tuende Jelai Samu tukachukua alama tatu zingine, tukachukua alama tatu zingine. Shukrani sana, nikutakia usiku mwema, naongea